Hazrat Idris alayhi salam ni nabii au mtume? Basi tofauti kati ya nabii na mtume iwe wazi kisha tutatoa hitimisho. Manabii wangapi walikuja? Ni Allah Ta'ala pekee anayejua idadi sahihi. Kuna kutokubaliana katika maafikiano ya umma kuhusu idadi ya manabii, amani iwe juu yao. Kumuita asiye nabii kuwa nabii ni ukafiri, na kutomkubali nabii kama nabii pia ni ukafiri. Kwa hiyo tahadhari ni muhimu katika eneo hili. laki moja na ishirini na nne elfu takriban na miongoni mwao mia tatu na kumi na tatu ni mitume. Katika Sahih Ibn Habban hadithi hii tukufu ipo. Riwaya nyingine Ibn Hatam ameinukuu katika ufafanuzi wake kutoka kwa Imam Abu Umama Bahili radhiallahu anhu kwamba idadi ya manabii ni laki moja na ishirini na nne elfu takriban na mitume ni mia tatu na kumi na tano Hadithi hii pia ipo katika musnad Imam Ahmad na Tabrani. Basi mukhtasari ni kwamba kuna takriban manabii laki moja na ishirini na nne elfu na mitume mia tatu na kumi na tatu au mia tatu na kumi na tano Jambo hili ni suala miongoni mwa wanazuoni. Sasa Elewa tofauti kati ya nabii na mtume. Nabii ni yule anayeeneza sharia ya nabii aliyetangulia. Mtume ni yule anayeleta sharia mpya ya sharia, amri mpya inafunuliwa kwa mtume, vitu vipya vinapewa. Wanazuoni wengi watukufu wanasema kwamba kitabu hakiji kwa nabii, lakini kitabu hakika kinakuja kwa mtume. Kila nabii si mtume lakini kila mtume ni nabii. Alifanywa nabii baada ya Hazrat Adam alaihi salam na Hazrat Shith alaihi salam. Idris alaihi salam alieneza sharia ya Allah na akawaita watu kwenye imani. Idris alaihi salam alikuwa na sharia mpya ya sharia, kwa hiyo yeye ni mtume. Hazrat Idris alaihi salam aliboresha maisha ya kiroho pamoja na maisha ya kistaarabu. Alivumbua vyombo vya kupimia vitu. Katika tafsiri ya Kurtubi imeandikwa kwamba alikuwa wa kwanza kuunda mizani ya kupimia na kupima vitu. Ukichunguza wakati mizani au uraribu ulipovumbuliwa, utaupata Misri. Katika maandishi ya kale ya Misri, picha za sahani mbili za mizani zipo. Basi Hazrat Idris alayhi ssalam ndiye mtu aliyefundisha njia ya mizani na uzito.